Matukio ya uhalifu bado ni kikozo kikubwa na yanaendelea kuumiza kichwa jeshi la polisi na mamlaka husika. Mezani kwetu tumefikiwa na habari ya mwanadada kutoka mkoa wa Simiyu, Pendo Po, ambaye alikatika kufanya tukio la uhalifu dhidi ya mbunge wa jimbo la Kisesa, Mheshimiwa Luhaga Mpina. Askari wa jeshi la kujenga taifa JKT, Pendo Po, mkazi wa wilaya Meatu, mkoa wa Simiyu, ameeleza kuwa ana mashaka na usalama wake baada ya kukataa kutekeleza ombi la uhalifu dhidi ya mbunge wa jimbo la Kisesa, Mheshimiwa Luaga Mpina. Kwa mujibu wa Pendo, amesema mnamo Machi 6, 2025 majira saa kumi na mbili jioni alipigiwa simu na mtu aliyejitambulisha kwa jina la Musa Mbuga, ambaye alimuuliza kuhusu uzoefu wa jeshi la kujenga taifa na matumizi ya silaha baada ya kuthibitisha kuwa ana uzoefu wa miaka miwili, Mbuga alidai kumpa ofa ya kufanya shambulizi dhidi ya mbunge wa Kisesa, Mheshimiwa Luaga Mpina, na kumwahidi kumlipa kiasi chochote anachokitaka. Kwa majina anaitwa Pendo Po, ni mkazi wa kijiji cha Mkia wapanya, Meatu, wa Panya wilaya ya Meatu, mkoa wa Simiyu. Ndugu ya Tanzania, ilikuwa tarehe sita mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano. Muda saa kumi na mbili jioni, nilipigiwa simu kwa namba sifuri saba hamsini na mbili thelathini na tano ishirini na tatu hamsini na moja na huyo mtu alijitambulisha kwa jina la Musa Mbuga. Mazungumzo alikuwa kama ifuatavyo: aliniuliza bila shaka naongea na, na pendo Pol? Nikamjibu ndio mimi. Akaniuliza JKT umekaa miaka mingapi, nikamwambia nimekaa miaka miwili. Akaniuliza unajua kutumia silaha, nikamuuliza kuna shinda gani? Akasema ni jibu wala usiogope, nataka nikupe kazi, mimi nitakulipa pesa yoyote utakayo, ila nikukabidhi silaha ufanye mashambulizi kwa Luaga Mpina, mbunge wa jimbo la Kisesa. Nikamwambia siwezi nikafanya kazi haramu kama ile, kama una pesa kawageie maskini wasiojiweza. Akakata simu, alivyokata simu mimi nikampigia hakupokea Nilikaa na hilo jambo ndani ya siku nne bila kumwambia mtu yeyote. Tarehe kumi na moja mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano mida saa tano asubuhi niliripoti hilo jambo kituo cha polisi miatu na nilipokelewa na afande Shafii, nikamweleza shida yangu. Baada ya kuripoti kituo cha polisi niliambiwa nitapigiwa simu siku ya Jumatano. Siku ya Jumatano ilipita, sikupigiwa simu wala sikupewa taarifa yoyote. Tarehe kumi na tatu mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano nikamtafuta afande Shafii nikamuuliza kinachoendelea. Majibu alionipa ni kwamba nisubiri nitapigiwa simu. Sikukata tamaa, nikampigia simu mkuu wa kituo cha polisi mkoa wa Meatu tarehe kumi na tatu mwezi wa tatu, yeye akasema nisubiri nitapigiwa simu. Toka nitoe taarifa kituo cha polisi Meatu, leo ni siku ya nne sijapewa taarifa yoyote zaidi ya mimi kufuatilia. Nahisi nipo kwenye hatari kubwa zaidi kukataa mipango ya uhalifu kwa mtu mwenye uwezo mkubwa wa fedha, na mimi nikiwa mtoto kutoka familia ya kimaskini. Na hivyo nalileta hilo jambo kwa taifa, mamlaka nyingine na serikali, ifahamike mbele ya umma kuwa endapo kutakuwa na kitu kibaya dhidi yangu, ifahamike, kwani aliyehusika si mwingine bali ni Musa Mbuga. Jambo hili linaleta hofu sana kwangu, hasa kwa kipindi hiki watu hutekwa, kupotezwa, mauaji ambayo hufanywa na watu wasiofahamika. Naomba msaada kwa serikali, viongozi wa dini na mashirika ya kutetea haki za binadamu. Kama mimi nilikataa mpango huo, sijui ukaandaa watu wangapi kwa ajili ya uhalifu, au mimi baada ya kukataa hilo jambo alinifikiliaje? Kiufupi sina amani, maana nahisi nipo kwenye hatari, naomba msaada kwenu, alisema Pendo. Baada ya maelezo haya, tukafanya juhudi za kumtafuta kamanda wa polisi mkoa wa Simiyu. Kamishna msaidizi wa polisi, ACP Edith Swebe, amethibitisha kupokea taarifa hizo na kueleza kuwa uchunguzi bado unaendelea, kutokana na unyeti wa suala hilo. Ni kweli tumepokea hiyo taarifa na yeye anafahamu kwamba tunaendelea na uchunguzi sana sasa labda tu ni mwombe awe mtulivu wakati linashughulikiwa, lakini kweli tumepokea hizo taarifa, zingine kuja kwake kituoni, zingine kupitia vyombo vya habari. Sasa hayo mambo hushughulikiwa kisheria. labda ACP Edith Swebe alimhakikishia usalama ili aweze kupunguza walau mashaka. Hizo taarifa ndugu mwandishi, zinachunguzwa akisema hakikisho salama, yeye anajua alichoambiwa. Tutakapokuwa tunasema usalama wake upo haupo, inategemeana na uchunguzi, lakini sasa tunamhakikishia kwamba miatu ni salama, simiu ni salama. Sasa itakuwa hawezi kufanya kazi kupitia vyombo kwamba leo ataebuka tu chombo hiki, kesho ataebuka chombo kile. Huo sasa si utaratibu. Taarifa alizozitoa ni nyeti na zinashughulikiwa kwa unyeti huo. Kwa hiyo mimi niombe tu kutulia, kila kitu kipo contain, amesema ACP Edith Swebe. Ruhaga Johnson Mpina ni mwanasiasa kutoka nchini Tanzania akiwakilisha chama cha Mapinduzi CCM. Ni mbunge kutoka jimbo la Kisesa tangu mwaka elfu mbili na tano. Aliwahi kuteuliwa kuwa waziri wa mifugo na uvuvi na kudumu kwenye nafasi hiyo kwa miaka mitatu katika utawala wa hayati Magufuli.